Mheshimiwa Spika, tumezungumza masuala mengi, ila msingi wa mafanikio ya, ya yote haya ni utawala wa sheria, uadilifu na uajibikaji katika kila ngazi, kuanzia juu mpaka chini. Kufanikiwa kwa yote tuliyoyasema ni kuwa na misingi imara kuhakikisha wananchi wananufaika na rasilimali za nchi pamoja na kupata, pamoja na kupata huduma wanazostahili. Tutaelekeza jitihada zetu kwenye mapambano dhidi ya rushwa, ufisadi, ubadhirifu, uzembe, ukosefu wa nidhamu na ukosefu wa maadili. Ni lazima tudhibiti wachache wanaotaka kuturudisha nyuma kwa kuendekeza maslahi binafsi. Aidha, ili kuimarisha uwajibikaji serikalini, taendelea kutekeleza programu za maboresho ya utumishi wa umma, ikiwemo matumizi ya mifumo ya upimaji na utendaji kazi. Wajibu huenda na haki au haki huambatana na wajibu. Hivyo basi, pamoja na kuwataka watumishi wa umma kuwajibika ipasavyo, tutaendelea kuboresha maslahi au maslahi yao kadri uchumi utakavyoruhusu. Mtazamaji wa Takukuru TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification